Baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, Haleluya! wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki, maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa uasherati wake, na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, Haleluya! na moshi wake hupaa juu hata milele na milele. Na wale wazee ishirini na wanne na wale wenye uhai wanne wakasujudu na kumwabudu Mungu akitie katika kile kiti cha enzi, wakisema, Amina. Haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu enyi watumwa wake wote, ninyi mnaomcha, wadogo kwa wakuu. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema, Haleluya! Kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki. Na tufurahi tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwanakondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ingarayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, Andika, heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, Angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wandugu zako walio na ushuhuda wa Yesu msujudie Mungu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama, farasi mweupe na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe ya safi. Na upanga mkali hutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo; naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa, katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu, akiwaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, njoni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemadari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na ya watu wa wapandao na nyama ya watu wote, waungwana kwa watumwa, wadogo kwa wakubwa. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao, wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake, yule mnyama akakamatwa, na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Na wale waliosalia waliwawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake; na ndege wote wakashiba kwa nyama zao.